Eh, masafi soko, mimi dada yake shishi la Masimba dagot, kaa unavoniona niko hapa, nataka kufua nguo zangu mbili tatu za vijana ngua, niwaonyeshe jinsi ambavyo sabuni yetu ina povu. Povu fulani vya amazing. Wasafi, ah, kwa wasafi soko ndio mpango mzima. Kwanza unaona lemon. Ah, inanukia. Mambo ya Nikate kipande changu. Dio si. Hii si sawa, stop. Mwa. Hey. Hai. Lakini hakikisha una maji ya kutosha. Umeona povu hiyo? Umeliona povu hiyo? Umeliona povu? Nimeanza tu kidogo. Umeona povu hiyo povu... lakini? Ah, sasa tukasema, "Oh, mnafanya tu promotion." Ah ah. Na povu umeliona? Povu umeliona? Povu umeliona? Umeona povu hiyo? Eh. Povu nkenche nkenche kwincha kwincha. Henye henye wanya wanywe. Eh. Jamani wasafi. Wasafi sof. Sof mpaka nakosea kutaja. Mambo ni kama yote. Wewe hatari ndio wasafi wewe. Umeona povu hiyo? Umeona povu? Eh, wacha. Oh, eh, eh. Povu umeona. Umeona povu? Umeona povu? Umeona oh, povu? Wewe unajua safi wewe. Safi sopo wewe. Naona povu kama loti. Naona povu kama lote kasema oshi shibebi amesahau kufua, najua sio tu usiku, mletee nguo zenu hapa na za majirani mlundikie, kufua mtachemsho povu kama lote. We wasafi sop <laughs> povu, wasafi sop. eh. <laughs> wasafi sop. povu kama lote nginja nginja henya henya